Uh, hii ni CAF Champions League. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mechi malizika salama uh, tumepata ushindi, kikubwa kilikuwa ni alama tatu muhimu. Uh, hii ni CAF Champions League. Tunacheza na timu ambao ni mabingwa kutoka kwao na wengine wameshika nafasi ya pili, ambao kutokana na rank ya CAF ligi zao ambazo zinawaruhusu kuingiza timu mbili kwenye michuano ya ligi ya mabingwa. Uh, kundi dume, nadhani kila mtu anajua tayari tumeanza safari yetu kwa kupata alama tatu kwa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, safari inaendelea, tunajiandaa kuelekea Algeria. Ushindi wa goli moja nyumbani uh, tunaona kama ni ushindi mwembamba sana ukilinganisha na kwamba mashindano haya yanakuwa na pressure, lakini pia advantage ya magoli inaweza kuifanya timu ikasonga mbele. Huoni kwamba pengine inaweza kuwa changamoto kwa kikosi cha Yanga Africa kupata ushindi wa goli moja nyumbani katika mashindano makubwa kama haya? Our target ni kwamba kupata alama tatu kwenye mechi zetu zote za nyumbani Eh, wakati huo ni kwamba tukienda ugenini kwenda kuangalia e, nafasi ambazo tunaweza tukazipata na kuweza kurekebisha eh, kuweza kuweza kupata nafa, na kupata kujiongezea points ambazo zitaweza kutufanya kutusogea kuingia hatua inayofuatia. Kwa cha msingi kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki kidogo. Japokuwa watu wanasema kwamba ushindi mwembamba, ila alama ni tatu. Sasa hivi nadhani tunaongoza kundi, si ndio? Ili kundi dume. Nadhani hata Kafu wenyewe wamekwambia kabisa kwamba wanalitizama ili kundi jinsi lilivyo. Mwona mpira wa kiume kabisa umechezwa leo, sio mpira wa kitoto. Tayari tumepata alama tatu, tunaangalia mechi inayofuata e, Algeria. Prince uh, Mbumelelo Dube amefunga leo hii baada ya maneno mengi hapa kati, lakini bado tuliona viongozi, namna ambavyo mliendelea kumtia moyo pamoja na mashabiki, amefunga leo hii. Unamwambia nini Dube? ni ni mshambuliaji mzuri na kila mchezaji hatua kama iwa inamtokea na mwisho wa siku kazi yake ni kurekebisha pale anapofanya makosa. Lakini nadhani sasa unaanza kumuona anaanza kurejea. Ameiamua mechi kwenye mechi tena ngumu kabisa, ambayo watu wengi sana hawakumtarajia. Mimi nina meseji nyingi sana za mashabiki ambao walikuwa wanatupa wanamtupia lawama wakati mechi inaendelea, lakini mwisho wa siku sisi kama uongozi tunawasapoti wachezaji wote akiwemo na yeye. Mwisho wa siku ameiamua mechi, tumepata alama tatu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwayo, kilichobaki tunajiandaa kuelekea Algeria. Tunaongoza kundi mpaka sasa hivi. Asante sana Mungu mwingo wa rehema, kujalia baraka tele kufika siku ya leo, ushindi wa goli moja katikati ya makundi, ushindi wa kwanza. Utazama vipi mchezo unaozungumziaje? a kwanza, sisi tunampa pongezi mwalimu wetu, sawa, kwa sababu mwalimu ana wiki mbili, sawa. Timu kila mwana Yanga leo ameiona mwalimu, ndani ya wiki mbili kaibadilisha timu, sisi tumefurahi. Tumeuteka mchezo sawa, tumewakamata ball position, tunaongoza sisi, na ushindi tumechukua sisi. Sasa sisi tulikuwa tunawaambia wale watu wanatubeza, wale watu wanatubeza, sisi tuliwaambia huu uwanja sisi tunauita Guantanamo Bay. Guantanamo Bay, tulianza kuzungumza mapema. Huu uwanja sisi wana Yanga tunauita Guantanamo Bay kwa sababu ndio gereza kubwa duniani, lina mlango wa kuingia, mlango wa kutoka hakuna sasa nadhani watu walikuwa wanatubeza ili jina, wameanza kutuelewa kwa nini uwanja tumeita Gontanambei. Prince Dube anafunga goli lake la kwanza la kuanzia msimu huu, umewatazama kiwango chake, ni goli la namna gani alilofunga katika mchezo wa leo? Kwanza kila siku mimi mashabiki wa Yanga nilikuwa nawaambia sawa, na kila siku mashabiki wa Yanga niliwaambia, mpira unakushuka unasehezia kati unakupanda Prince Dube, Prince Dube. mimi nasema leo ndo man of the match Prince Dube, ukimzungumzia Prince Dube ndo man of the match leo, kwa sababu kapiga pasi, kafunga goli. Sawa, goli muhimu na goli ambalo limeenda kutuweka, tupo tayari kwa kwenda kucheza robo fainali. Mimi nakwambia katika uwanja huu, hata kama ije Barcelona hapa hatoki. Nakwambia tena uwanja huu kwa uwanja huu hata kama akija Barcelona hatoki, na kawaambie huu uwanja haje Barcelona, haje Madrid, yeah. Hapa hatoki, sio? <laughs> <inaudible> you know, nilikuambia Zanzibar Yanga akija Zanzibar kaje nyumbani kwao. Sawa sawagontana mbei, mbei hapa, si tupo nyumbani, walituambia hey. Si tumeenda wapi hapa? Tumekuja nyumbani, kadi ya kwanza Yanga fika ipo ndani ya rizii hey. Anayo Mama Karume, kwa hiyo sisi tunakuambia tena, katika uwanja huu hakuna hey, akuja kutufunga sisi hey inaenda kufika hatua gani? Ah, labda nikuambie sisi tulizungumza mapema na tulikuwa tunaongea uwanja wa Bantana Mbeya, sisi hatuwezi tukafungwa huu uwanja, sisi hatuwezi tukafungwa she wangu. Na pili leo Yanga ameenda kuweka historia ndani ya hatua ya makundi. Sisi tulikuwa tujawahi kushinda mechi ya kwanza nani ndani ya makundi yote, tuliofuzu mpaka tunaocheza fainali, mechi za kwanza zote tunafungwaga. Hila leo tumeenda kuweka historia ndani ya uwanja kwa ni uamani. Mechi ya kwanza si tumeenda kushinda. Tunatoka tunaenda jelia. Hila mimi nakwambia uwanja huu kila anayokuja atie nywele zake maji. Unatazama waweza mzaji mmoja mmoja mzaji kama hapa Kombe zozuamu. Ameonyesha kitu cha cha ajabu sana ni japo ni kawaida yake. Unamzungumzia vipi? Ah, labda nikwambie ukimzungumzia Pakome, Pakome ndio kawaida yake. Pakome ye kucheza style ile ndio kawaida yake. Pakome kwa dondosha mabeki ndio style yake. Mimi natoa pongezi kwa mwalimu wetu Tunatoa pongezi kwa mwalimu, kwa sababu mwalimu aliondoka alikuwa anatupotezea timu yetu. Sisi tulikuwa tunahitaji mwalimu mpya, twende kufasafa ya Yanga Afrika, ndo mwalimu huyu. Unaona, tunapiga pasi, tuna enjoy, tuna enjoy magoli, ndo Yanga tulikuwa tunaiona sisi. Sisi tunawaambia tena wachambuzi, walikuwa wanachambua, walikuwa wanawasifia, sisi tunaomba waendelee kuwasifia, waendelee kuwasifia. Sisi hatutaki kusifiwa. Sisi tuliamua ndo andadogi, hatuwezi kushinda mechi hata moja. Sisi leo tunaenda kuonyesha, mechi ya kwanza ndo tunaenda kushinda. Sawa, so, kwa hiyo sisi tumeenda kuwaambia tena wachambuzi waendelee kuwasifia sishaa, waendelee kuwasifia au farabati, sisiau farabati siju, ana namba saba mkali, siju ana namba nane mkali, siju ana begi mkali. Leo umeona hapo, umepoteana so, na national anakuja kupoteana, kwa sababu national sio na historia kuliko huyu. National racist, now, now, sorry, now, fumbiri, na sisi tunaona historia nao kuliko hawa kwa sababu tokea mwaka elfu mbili mpaka leo 2025 National hajawahi kumfunga Yanga Tanzania. Kwa hiyo na yeye ajiandae. Ah, Soro tuzungumzie tu hali yenu kuama be, uwanja wa Benjamin Mkapa na kuja Zanzibar sababu ilikuwa ndio hii, naona mnakiwasha sana eh, labda nikuambie kitu kilichotufanya kuoma Dar es Salaam kuja Zanzibar. Nadhani leo wachambuzi, mashabiki mmekiona Zanzibar mechi nyingi tukicheza Dar es Salaam hatuchezaji mpira kama huu leo. Umeona tumekuja kwenye ardhi ya Zanzibar, pasi zina zinapigwa, goli zinafungika. Kwa hiyo sisi tunawaambia uwanja ni wa amani una mafanikio na yanga Afrika. Kwa kumalizia mi nimemzingatia sana kocha wenu alikuwa pale bench amesimama, tuka relax, namaanisha ni uwezo wake anauamini ama ni uwezo wa wachezaji alioko nao? Shehe wangu, ukizungumza uwezo wa mwalimu wa Yanga hakuna mtu asojua Afrika. Huyu mwalimu katoka timu ya taifa ya Angola. Tunazungumza 2024 mwalimu kacheza nusu robo finali na Angola sawa, akaenda kutolewa. Kwa hiyo ndio Yanga ameenda kuchukua, kwa hiyo tuna shida na mwalimu labda. Sisi tunawaambia mashabiki wa Zanzibar wakae waisubiri timu yao, timu yao ndio hii hapa na ipo kwao, mechi zote Yanga atacheza hapa, na tukiingia robo finali tunamaliza hapa hapa, haoni kila kitu. Sisi tumekuja kuwaonesha Simba uwanja wa amani unachezwaje. Walikuwa wanalalamika uwanja hauna matokeo. Sio tumekuja kuwaonyesha huu uwanja una matokeo ila wao hawajui kutafuta matokeo hapa. Kwa mmerelax katika uwanja wa Amani. Tume relax hakuna shida na uwanja wa Amani hauna shida yote, uwanja wa Amani hauna nuksi. Ukimwona mtu anakuambia uwanja wa Amani una nuksi hana timu ah, labda nizungumze kitu kimoja, sisi Wanayanga tunahakikisha kama ukiwa mtoto miaka mitano miaka saba au ukiwa mtu mzima, tunahakikisha unapata furaha sawa mbiki, unapata furaha muda wote. Wanakwambia furaha ya kwanza inaanzia nyumbani, wewe na mke wako Mdani, sawa. Furaha ya pili inaanzia ndani ya pichi ya Amani Complex. Kwa nini nazungumza hivyo? Ukiwa na timu bora ukiwa na mchezaji bora sawa, unapataje pressure Nerewa.. tume, sisi kundi, of course kundi yetu ni gumu, lakini leo no, hii tumekuja kuonyesha umma kwamba sisi tuna wachezaji experience, sisi tumejitoa kwa ajili ya kuchukua pointi tatu na hata alama moja, lakini zungumza kitu kimoja wanaanga, kitu kimoja wanaanga Wazanzibari wanaanga wako wengi sana na nashukuru tunawapenda wame appreciate timu yao, wamekuja kujaza uwanja, wameonyesha kiasi ambacho mpaka mashabiki wa Arabu walikuwa wanafanya fujo, lakini wamefanya utulivu kuonyesha kwamba wao wamekuwa kitimamu na kiakili. Sisi wana Yanga, huu ndio mwendelezo. Umeanza kama season part one, inakuja part 2, inakuja part 3. Kwa nini nazungumza hivyo? Sisi najua kuna watu hawatupendi, kuna watu na makando -makando, lakini sisi tunafunga mdomo kwa kuonyesha vitu hadharani uwanjani wa